Hii ubaguzi ya mkabila ndiyo iliacha AFCM imetoa inakamata silaha inagombana na Kinshasa. Tunasikilizana, ubaguzi ndiyo maana. Leo hii ukijidanganya, unaleta ile maneno mabaya ya kubaguana, ni infraktion tena kubwa kwetu, tunaumvikana

Ndio mali ya Kongo. As... shangilia sana shangilia sana populai wa Buhumba. Mtu mwenye atakufundisha mtu ni mrefu, ni wapoa, ni wapoa mrefu. Mungu alimupenda tu bila kuwa mrefu. Umuone, umkamate, umuchinje umuchome na chinumuchome nilikuwa hapa ndosho ifikia iyi ilikuwa tena nchi juu, unaongea lugha yenye haiko yangu, unakuwa adui, ni kuchinja, ni kukule, kukula mutu Kongo tena. Voilà, la guerre idéologique njo vita, njo politique idéologique ya chilongo kugabula population yake anagabula batu mu makominote, lakini tukasema tutaitika, ile tuitikane. Siote siote tuko Wakongomani, hakuna kabila ambayo itafukuza kabila ingine. Ile maneno ilituweba doa na nagusia doa kidogo, lakini bilanzi kunasema no, no, no. bali ni bapante, mnajua bapante? Panté, mna jua le terme panté ni nini? Panté ni unakamata donc ataka hiki unakijenga amo kitu saa ka mtu unakachezesha, sijui vitaka zamani Uda wema le manekin nini? Njoma panté. Akada wema lakini kada wema ni kile chenye unataka mumimea. Wengine wanataka mumiguru wanauchezesha, unawaza huko na nani na mumikono eh, hey, mumikonoso, zile ndio mapante nasema, no no, awa ni mapante metre. Wao iko nyuma, tukampiga tukamupiga, akasema hata wafika na kumlango ya Kinshasa ya, ya, ya biro yake, hataatika mazungumzo na sisi, lakini sisi tukaendelea kasi Mnajua, takataka zote ziko hapa, sisi tulizichapa zi, mliona? Baburunde bazungu sijue ba Wagner sijue FARDC ma char de combat na nini sheka, tuka tukabafyekafyeka tukaba chapa bote tukabakimbiza. Ile katuvewa doa kufika doa tu mi napena tui baambie venye basi kuna badanganya. Tumekuja hapa juu tuzungumuze na nyinyi. Sasa doa tulisenye nini? Mlisikia kulianzaka accord de principe. Accord de principe ni nini? Tuelewane kuhute nye tutaelewanaka hako. Tuelewane kuhute nye tutaelewanaka hako. Ili katoka kwa kuwa accord cadre njo inye ilikuwa signée. Après accord cadre kutakuwa accord global de paix, jamani. Jile nye tisigné par les deux ya accord cadre.

Mutabiverifye tunasinye nini? Tunasinya kwamba jeshi la ARC M23 na jeshi la Kinshasa FARDC watajiunga pamoja wapike wazalendo, tutajiunga pamoja tupike wazalendo.

Ndiyo jinsi tulisinye musa wazalendo wote mutaiona mutaiona vililu wote muta ona uko.